Tabora, karibu Toronto. Mara nyingi tumekuwa tukiambiwa kwamba kuna rushwa barabarani na rushwa hiyo inasababishwa na madereva matrafiki au makonda. msiwaruhusu madereva waondoe vyombo ambavyo si salama, hakikisheni mnakagua sana mabasi ili kuweza kupata usalama wa abiria ili kuepusha madhara ya vifo kutokana na rushwa. Naomba madereva msitoe rushwa au matrafiki au maskari Msipokee rushwa yoyote, maana rushwa ni hatari na ni adui wa haki. Maana wewe dereva ukitoa rushwa kwa askari, ukaruhusu basi likaondoka likiwa na itrafu, inaweza kusababisha madhara tofauti, ambapo anaweza kusababisha vifo vya watu. Naombeni sana madereva na maaskari msipokee rushwa kabisa katika hii nchi yetu Tanzania, tutokomeze rushwa ili tuendeleze Tanzania yetu. Mimi nimepata ajali na nimeumia na jela langu linatoka damu ninapokuja hapo hospitali ninaambiwa siwezi kutibiwa lile jeraha mpaka nitoe kiasi fulani cha fedha ndo nitibiwe jeraha langu. Hiyo inakuwa ni rushwa. Na pia kuna mtu anaweza akaja akakuta foleni kama hivi ninavyowaona, aka- akataka yeye apewe huduma kabla yenu nyiye alowakuta, ataweza kumfata mpokezi na atampa kiasi kidogo cha fedha na atapewa huduma kabla ya wale ambao amewakuta. Rushwa ya ngono ni rushwa ambayo hutokea pale ambapo kiongozi au mtu mwenye mamlaka anataka ampe mtu ambaye hana mamlaka au mtu chini yake upendeleo kwa kutumia njia ya ngono. Hii sana sana inatokea kwa upande wa kike, yaani ambapo inatokea katika maeneo mengi maofisini, hata mashuleni. Kwa hiyo hapa kama skauti imemaa kusema hili ili, ili kupunguza na kuhepusha rushwa ya ngono, kwa sababu inatetea madhara mengi sana jinsia ya kike, kwani inasababisha mimba za utotoni, watu kuacha unaleta watoto wa mtaani na vitu na kuacha shule. Tusimchague mtu kwa muonekano wa nje, kwa sababu wamevaa vizuri, kwa sababu wana masimu, kwa sababu anajua kuongea. Tuangalie atakaye tuletea maendeleo. Ni mimi na wewe, thamani ya kula yako ya moja tu ndio utakayoweza kuleta maendeleo katika miaka mitano. Je, yeah, uko tayari eneo lako shiigepetetunne au hata chakula au hata pombe kwenye vilabu vya pombe. Je, tutabadilika lini Watanzania? Kwa majina anaitwa Mnasa Doto Mjarubi, ni musabiskut hapa stendi ya Tabora. Ni kweli rushwa imekithiri tena, kwenye uchaguzi hapa ndio shida kabisa. Wajumbe ndio wanasababisha, hata wagombea wetu wanakuwa waovyo kwa sababu wanakubali rushwa kuliko kujali utu wa binadamu, kwamba huyu ni mgombea mzuri au si mzuri barabarani ha. Sasa huko ndoze mwisho kabisa, sababu barabarani huko wanajua matrafiki na madereva nini wanachofanya, kwa maana ajali zinakuwa nyingi. Wanapoambiwa kwamba hapa barabara tumetengeneza vibaya, tunatembea vibaya, wanatoa tu mfukoni kidogo ya irusho, huko biashara inaisha. Mtongu kwa TAKUKURU wakaze boti, wakaze boti kwenye uchaguzi hapo, wakaze boti zaidi ya hapo, bado utaleta wale wale wabovu mazingira ya rushwa, madereva ama wasimamizi ama wamiliki wa magari ndio watu wa kwanza kutengeneza mazingira ya rushwa. Gari kama inakuwa iko safi, kwa maana iko nzima vyote vyote vyote vyote. Ina vibali vyote vya serikali, haina dosari, haina yoyote, kwa maana inaweza ikaruhusiwa kuanza safari, haiwezi kutengeneza mianya ya rushwa. Nitoe rai na wito kwa wamiliki wa magari, tutengeneze magari yetu, tuhakikishe yako sawa kwa safari za mbali na za karibu ili kuepusha ajali ambazo zinaweza zikatokea. Ugobo wa magari unaweza ukamshawishi askari au ukamshawishi kondakta kutoa rushwa. Kwa hiyo, kondakta atatoa, askari atapokea, kuna sababu, kigezo, gari kidogo. Kwa hiyo nitoe wito kwenu ninyi, tengenezeni magari, lakini hakikisheni vibali vyetu vipo kwenye magari yenu. Kuna bima za magari zipo, lakini pia vibali vya LATRA vipo, dereva na leseni iliyokamilika